Niko hapa kwa hivyo, na ufahamu vizuri huu mto Milongo kuliko mtu mwingine, Mheshimiwa mkuu mkoa. Hata kuna baadhi ya wenye viti wamehamia, hawakuzaliwa hapa, historia hawaifahamu vizuri zaidi huu mto. Sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunaenda kuoga maeneo ya huku nyuma, tukiwa watoto, mto ulikuwa safi na kulikuwa hakuna mafuriko na mvua zilikuwa zinanyesha nyingi. Sasa nianze kwa kusema kwamba namba moja daraja na lilivyojengwa nafikiri hiyo, kwa mtu ambaye ana uzoefu wa ujenzi anaangalia anaona, lazima ili nijua, lazima atatokea mafuriko. Mdomo unaangalia huku, maji yanatokea huku. Hiyo ni sababu ya kwanza. Niniombe tu uongozi uangalie utafanyaje ili maji yaingie kwa urahisi hapo, kwa sababu ili maji yaingie, yabonge kwanza ukuta ule, ndio maji yaingie. Lakini la pili wale wanaotujengea barabara hawajatengeneza miundombinu mbadala. Kwa mfano maeneo haya ya sheli maeneo ya nyumba hizo zinazofuata, maji yanayotoka milimani hayana njia ya kuja mtoni. Zote sisi hapo tumefurikiwa, mimi nyumba yangu ni zote, tumefurikwa maji hapa. Sheli hizo hata pampu zilikuwa zimefikiwa na maji. Watutengenezee njia mbadala hiki kipindi, kabla hawajamaliza mitaro yao, maji yanapotoka milimani yapate njia ya kwenda mtoni. Barabara yanyeroi ni nyumba ambazo wanaita wataalamu unsurveyed area, ambao walikuwa wamekaa pale, ni bado ni eneo la barabara, wanasema bado lipo kwenye eneo la barabara, kwa hiyo kwenye reserve ya barabara, kwenye reserve ya barabara, ambayo sheria inakataza kujenga kwenye reserve ya barabara, ndio eh. Alafu kuna zingine zipo kwa nyuma kule, ni sehemu ambazo zilikuwa zimepimwa na maana walikuwa wanaofa wakati wa kuhojiwa, wakati nyumba zinahitaji kutolewa. Wao mkuu wa mkoa aliyekuwepo aliomba wapeleke dokumenti za upimaji na dokumenti ya kuruhusiwa kujenga. Baada ya kupelekwa hizo, hao hawakufidiwa, lakini wengine wote kuanzia pale, baada ya kupelekwa hapo, ilibainika nini? maana kabla ya kufidiwa, mkuu wa mkoa kama aliita document, yeah, ili kujiridhisha. Maana yake kwanza tupate ilithibitika kitu gani, wana haki au hawana haki, halafu ndio uzungumze jao wanastahili kufidiwa au hawastahili kufidiwa, ili yule anayestahili tumjue ni nani. Nashukuru sana mkuu wa mkoa. Wale ambao walikuwa wamepidiwa, waliambiwa kwamba wanastahili kufidiwa, wapo Edi, kwenye mtaa wako mpaka sasa hivi hawajafikia ambao wanaostahili. Eh, ukweli sijazi hesabu vizuri, lakini hawazidi watu kumi. Hawazidi ha, wenye nyumba kumi. Uta tafakari ya kumaliza kabisa mafuriko, kwanza nataka nirudie. Sisi ni viongozi, hata kama mimi ni mkuu wa mkoa sio kwamba na akili nyingi kuliko nyie wote, lakini fursa na Mwenyezi Mungu kanichagua mimi nisimame mbele na nyie mnifuate, na wala si vinginevyo. Wako wengine hapa wana digrii nyingi, lakini hawajapata fursa. Kwa hiyo tunapokuja kwenye mikutano ya namna hii, tunaheshimu maoni na mawazo yenu, na sisi tunakaa chini tunaweka tafakari juu ya yale mliyotueleza. Yale ya sahihi na ukweli tunayafanyia kazi, tunayatekeleza na mkuu wa wilaya ameeleza kwamba miaka ya zamani ya maafuriko haya yalikuwa ni makubwa kuliko ya sasa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ziko hatua tumepiga. Ingekuwa ndio vile mwaka elfu mbili, leo pengine tungekuwa tunaongelea mambo mabaya zaidi. Kwa hiyo hata serikali kujenga hili daraja, na ndio maana nikamuuliza yule mtu hapa, daraja la zamani na la sasa Yeah, anasema hata hili uwepo hili daraja hakuna faida yote. Lakini nyinyi wananchi, mnajua na nyinyi kwenye vichwa vyenu, ukweli mnaujua kwamba e daraja la zamani na la sasa bora lipi la, lakini changamoto si sehemu ya maisha. Mto hili sasa mimi nitalivalia njuga tupate fedha ili ule mto ujengwe kwa kudumu ili tusiwe na hizi changamoto na uzuri wake tathmini ilishafanyika, sasa ni kuvalia njuga, fedha iletwe na kazi ianze. Lakini wakati tunasubiri hilo, haya mengine yote mlioyaeleza, tunayapokea, tutayajadili na tutayafanyia kazi, na matokeo yataonekana, na hatuna haja ya kuwaeleza wananchi uongo, kwa sababu hii ndiyo kazi yetu sisi, kuhudumia wananchi kwa maana ya kuwa serikali yenye nia ya kusikiliza, kupokea ushauri, lakini pia kuwahudumia. Unatazama Cawabe Media, sauti ya jamii.